Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa amezindua mitambo kumi ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo iliyogharimu shilingi bilioni 12.41 ambapo amekemea vikali suala la utoroshaji wa madini kuuzwa nje ya nchi na amewahimiza wafanyabiashara wa madini kutanguliza uzalendo wa taifa letu. Mheshimiwa Majaliwa ametoa kauli hiyo Juni 24, 2025 kwenye ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma katika hafla ya ya ya ya uzinduzi wa mitambo kumi kwa ajili ya wachimbaji wadogo ya thamani ya shilingi bilioni kumi na mbili nukta nne moja iliyonunuliwa na Serikali kupitia Shirika la Madini la Taifa, STAMICO. Amesema mitambo miwili kati ya hiyo kumi imetengwa mahususi kwa ajili ya kuwahudumia wanawake wachimbaji ikiwa ni sehemu ya kujumuisha jinsia zote katika fursa za kiuchumi kupitia sekta ya madini. Kupitia wizara yetu ya madini, serikali imefanikiwa kuwatengea maeneo wachimbaji wadogo wote au kuwapatia leseni kwenye maeneo ambayo yana taarifa za msingi za jiolojia pamoja na kutoa huduma za utafiti kwa gharama nafuu na kuwapa mafunzo yanayohitajika kuhusu uchimbaji endelevu na biashara hii ya madini. Ndugu wachimbaji wadogo na wachimbaji wote mlioko hapa, serikali imefanya jitihada kubwa za kuwawezesha wachimbaji wadogo kufanya shughuli zenu kwa uhakika. Moja ntakumbuka pamoja na kufuta kodi ya ongezeko la thamani VAT ya asilimia na na kodi ya zuire ya asilimia tano kwa wachimbaji wadogo, lakini pia serikali ilitoa punguzo la asilimia mbili la mrabaha pamoja kuondoa asilimia moja ya ada ya ukaguzwa madini kwa wachimbaji wa dhahabu. Wanufaika wakubwa wa, wa kundi hili, wengi wao ni wachimbaji wadogo wanaouza madini yao katika viwanda vya kusafisha dhahabu vilivyoko hapa nchini. Nenda mkauze kwenye masoko yetu 43, tunaweka na vile vituo mia moja na tisa ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala ya kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake ndivyo unakwenda kunufaisha nchi hiyo, kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili unalipenda taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi. Popote utakapozalisha madini umeyasafisha, unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia Benki Kuu. Tunapopeleka benki kuu, tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi, na kwa kuuza nje ya nchi unaifanya nchi hiyo kuwa maarufu duniani kwa uuzaji wa dhahabu, wakiwa hawana dhahabu. Tanzania wenzangu, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Hivi vifaa nilivyovizindua leo Nenda mkavitumie kwa makusudi yaliyokusudiwa. Tuna excavator hapa kwa ajili ya kwenda kuchimba maeneo ya madini, msije mkaenda mnakodisha kwenda kuchimba mitaro. Hayo sio malengo, vikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, na makusudi ni kwenda kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wa madini na sio vinginevyo. Tunataka tuongeze uwezo wa wachimbaji wadogo wa kuongeza kasi ya kuchimba madini kutumia mitambo tuliyoinonoa. La pili, Stamiko, endeleeni kutoa taarifa kwa umma na wadau kuhusu mipango yenu ya mara kwa mara na hasa katika kuimarisha shirika lenu na majukumu yenu, na husisheni majukumu yenu na wachimbaji wa madini na wadau wanaotaka kuingia kwenye sekta hii, ili wajue wanapoingia kwenye sekta madini nini jukumu la stamiko Nini msaada anaotoa stamiko kwa wadau wa madini? Fanyeni hiyo kazi. Tatu, taasisi zetu za ndani za fedha, endeleeni kuwaamini wachimbaji wadogo, wa kati na wakubwa. Sasa serikali yetu imejenga mazingira mazuri ya wachimbaji hao wadogo, wa kati na wakubwa wanapokuja kuomba mitaji wanamaanisha kutaka mtaji wa kufanya kazi ya uchimbaji wa madini. Muhimu kutaneni na vyama vyao, pateni maelezo yao muone, na pale ambako mnaona bado wakili vigizi vyenu, endeleeni kuwaelimisha a kuwakatalia moja kwa moja. Kwa upande wake waziri wa madini mheshimiwa Anthony Mavunde ameeleza kuwa tukio hilo ni ushuhuda wa namna shirika hilo lilivyopiga hatua katika miaka ya karibu na kuanza kujitegemea sambamba na kutoa gawio serikalini. Katika miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sekta ya madini imeshuhudia mageuzi makubwa sana. La kwanza, mchango wa sekta ya madini kwenye pato la Taifa umeongezeka kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka 2009 na mpango wa maendeleo wa taifa ulielekeza kwamba sekta ya madini ichangie kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa waziri mkuu, kabla ya mwaka 2025 kufika, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la takwimu la taifa NBS, sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi nukta moja kabla ya mwaka wa kimalengo kufika wa elfu mbili na ishirini na tano. Haya ni mafanikio makubwa sana yanayopatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la pili la maduhuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka. Katika mwaka wa fedha 2015 2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu. Mwaka wa fedha ulioishia, tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu na katika mwaka wa fedha unaoisha tarehe thelathini na moja mwezi huu tuliwekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zikiwa zimebaki siku takribani saba kufikia tarehe ya mwisho. Nayo furaha kubwa kukutangazia kwamba sekta ya madini mpaka siku ya leo tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni moja nukta sifuri nne sawa sawa na asilimia mia moja na nne ya lengo ambayo tumewekewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la tatu ambayo nataka niliseme kwa ufupi ni eneo la akiba ya dhahabu kupitia benki kuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania ni miongoni mwa nchi tano Afrika zinazochimba na kuzalisha dhahabu, lakini nchi yetu ya Tanzania kupitia benki kuu haikuwa miongoni mwa nchi ambazo zina hifadhi kubwa ya dhahabu, atukuwemo kumi bora Mheshimiwa Waziri Mkuu wa zirimkuu, kwa Afrika katika kumi bora, nchi ya kwanza kabisa ni Algeria ina tani mia moja na sabini na nne ya dhahabu kupitia benki kuu. Ya mwisho ni Msumbiji ina tani tatu nukta tisa nane nne ya dhahabu kupitia benki kuu. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini kifungu cha hamsini na tisa kifungu kidogo cha kwanza sura ya 123 kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais tulibadilisha kifungu kile na kuyataka makampuni yote ya madini nchini Tanzania kutenga asilimia isiyopungua ishirini ya madini yote yanayozalishwa kwa ajili ya kusafishwa kuyeyushwa, kuchakatwa na kufanyiwa biashara ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya marekebisho hayo BOT alianza kununua dhahabu tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2024. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, mpaka tarehe ya leo Benki Kuu ya Tanzania wanahifadhi ya dhahabu ya tani tano nukta saba na hivyo kuwapiku Msumbiji na kuingia kwenye orodha ya kumi bora ndani ya miezi tisa tu. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, Naye mkurugenzi mtendaji wa STAMICO Dr Venansi Mwase amesema kuwa uzinduzi wa mitambo hiyo na vitendea kazi ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa serikali kuhakikisha shirika la madini la taifa linafanya shughuli zake kwa tija zaidi, huku wachimbaji wadogo wakinufaika moja kwa moja na uwepo wa shirika hilo kama mlezi wa kundi hilo muhimu. Katika tukio hilo pia, shirika la madini la taifa STAMICO limesaini mkataba rasmi wa ushirikiano na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA ili kuhakikisha wachimbaji wa mitambo hiyo ya kisasa wanajifunza matumizi sahihi na ya kitaalamu kuendesha mitambo hiyo, kubadilisha shirika kutoka kwenye kutengeneza hasara. Sasa hivi shirika linatengeneza faida na kupitia faida hiyo shirika linalipa gawio serikalini. Na mheshimiwa mgeni rasmi, shirika hili lilianzishwa mwaka 1972. Kipindi chote hicho nilikuwa hajawahi kupeleka hata senti serikalini, lakini kwa kipindi hiki cha mageuzi, kipindi kifupi cha miaka minne au mitano, jumla tumeweza kupeleka shilingi bilioni kumi serikalini, na kila mwaka huwa na tunapeleka na mwakani pia tutapeleka. mshgi rasmi lingine ni kuondokana na utegemezi wa serikali. Sasa hivi huu ni mwaka wa tatu hatujachukua OC serikalini, na tulikataa wenyewe, lakini mwaka huu tumekamilisha mageuzi hayo kwa kuondoka kwenye mishahara ya serikali, hali ambayo imeweza kuokolea serikali kiasi cha shilingi bilioni 6.4. Hela hizo zote tunaacha serikali ifanye majukumu mengine, sisi tunajilipa mishahara, lakini na OC pia tumeiacha ambapo kila mwaka tunayokolea serikali bilioni moja pointi mbili. Kwa upande wake rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania, John Wamburabina amesema mitambo hiyo ina faida kubwa kwa wachimbaji wadogo, imewasaidia kuondokana na imani za kishirikina katika uchimbaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kitu ambacho nataka nikuambie leo na ndo maana nimetoa miwani ili nisionekane ni kwamba serikali ya awamu ya sita chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, chini yako Waziri Mkuu na Makamu wa Rais na viongozi wote wakuu na waziri wetu, mmetuheshimisha na sisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu milioni sita tunakuahidi, serikali ya Chama cha Mapinduzi kuendelea kuwaheshimisha zaidi, na siku si nyingi ni tarehe ishirini lakini Mheshimiwa waziri Mkuu, kwa nini mitambo hii ina faida kwa wachimbaji wadogo? Kwanza zamani, wachimbaji wetu wadogo walikuwa na chimba kwa kusikiliza maelekezo ya, ya waganga wa kienyeji, lakini leo mganga wa kienyeji mkubwa ni waziri wa madini pamoja na STAMIKO. Tumpigie makofi. Mheshimiwa waziri mkuu, madini ni sayansi, madini ni biashara. Mweshimua waziri mkuu, na Watanzania wote kwa ujumla, imani iliyokuwepo huko zamani ilikuwa inaonekana mtu yoyote anaenda kwenye migodi amepotea. Lakini mweshimua waziri mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba sasa Watanzania wanachangamkia fursa. Na hii liletwa maksudi na wakoloni, na wakaambia wale wafalme wetu kwamba madini iliyochimbe ni mali ya majini, ili wao wanufaike na madini haya. Mitambo hii ni faraja kubwa kwa wachimbaji madini e, wote Tanzania ni faraja kubwa hasa wachimbaji wadogo ambao wamekuwa na kilio kikubwa sana cha miaka mingi kwa ajili ya kuhitaji uh, utafiti kwa ajili ya uchimbaji wa madini hii. Yote nitoe pongezi kwa serikali uh, kupitia wizara ya madini eh, na STAMIKO kwa ujumla. Wizara uh, ya madini imejipambanua hasa hii awamu ya sita kuhakikisha kwamba uh, kwanza uchumi wa madini unamilikiwa na Mtanzania, tunarudisha shukurani kwa mama. Mwaka wa juzi alitupa vifaa kama hivi ambavyo tumepewa leo, na tuliomba maeneo ya wachimba, ya kuchimba sisi wanawake, na kweli mama amefanya hivyo. Mpaka sasa tuna leseni zaidi ya sabini na nne kupitia vikundi na leseni za mtu mmoja mmoja. Kwa wanawake wanaomiliki leseni sasa hivi wamefikia zaidi ya watu 53, na na mimi nafikiri ndani ya wiki tatu mtambo wangu utafika kama hii eh? Baada ya kuona mama ameleta nami, nikaamua nimuunge mkono. Nimeagiza mtambo mmoja ili uweze kunisaidia katika shughuli zangu na, na majirani zangu. Mohab TV Dodoma.